Hatimaye ndoa ya Young Africans na kocha Romain Folz imevunjika. Tuko hapa kuzungumzia mambo gani ambayo yamefanya ndoa hiyo kuvunjika. Mimi naitwa Elia Solomon, nipo hapa na Khatimu Naheka kwa ajili ya kudadavua hiki ambacho kimetokea. Naheka, kwanza ulitarajia, uli hiki, uh, uh, mazingira yalikuwa yanaleta mashaka mwanzo ulikuwa unaonekana of course maybe kwa sababu ligi bado ni mbichi, au mashindano bado ndio yanaanza, kuna ile hangover ya pre-season, lakini as time goes on, ile confidence ya timu unaona inaondoka kwa mchezaji mmoja mmoja na hata kwa timu eh, kwa ujumla wake. Kwa hiyo eh, bahati mbaya sana eh, kamba inakatikia hapo ambako kuna shida goli la kwanza ambalo Folz anairuhusu akiwa na Yanga kwenye mechi za kimashindano kati ya magoli tisa aliyofunga ndio goli linaloenda kumaliza mkataba wake ndani ya Yanga. Kwa hiyo ni safari ambayo ilikuwa fupi kwake, lakini inatokana na kwamba uh, Yanga ilikuwa inapambana na ubora wake wenyewe, sio kwa kitu kingine. Yanga inapambana na ubora wake wenyewe, yaani yanga kuna kitu watu walikuwa wanakitarajia kikubwa kama ambavyo ilikuwa kabla. Yaani, msimu uliopita walifanya kitu kikubwa, wakachukua mpaka mataji matano, lakini msimu huu walikuwa wanatamani kuona kitu kikubwa zaidi, na bahati mbaya sana hawakuanza kuona mapema kama kuna kiashiria ya kitu cha namna ile wanakipata wataweza kukipata. Kwa hiyo ndio hapo walikuwaamua kusema sasa, hebu tuone kuona kitu tofauti. Mimi niwapongeze viongozi wa Yanga, kwanza walitengeneza space kwa maeneo yote mawili, walikuwa wameona kelele na matamanio ya mashabiki wao. Inawezekana hata na wao walikuwa sehemu ya matamanio, lakini kwa kariba ya uongozi lazima kuna wakati utengeneze. Kwenye uchumi inaitwa right time right decision with right time. Ukikosea kimoja baada hapo, unaweza kupata shida. Kwa uongozi wa Yanga, waliishi na hii kanuni kiuchumi kwamba ni lazima upate nafasi ya kuweza kuamua kile kilicho sahihi, na ndo hiki ambacho kimekuja kuamua. Sasa hapa wakaona kwa mechi ya jana Yanga ilivyocheza, ilicheza vibaya sana. Kipindi cha kwanza angalau ulikuwa unaona kuna kitu wanatengeneza, lakini makosa waliokuwa wanayafanya kama timu na baadaye kwa mchezaji mmoja mmoja yaliwarudisha mchezoni. Strik uh, uh, uh, uh, uh, uh, Silver Striker kuweza urudi mchezoni na kutengeneza ushindi. Kwa hiyo ni matatizo ambayo unayaona, wa kwanza nani analaumiwa? Wa kwanza katika kwanza hivyo, ni lazima utaanza na mkuu wa benchi la ufundi, na ndio ambaye hapa kwa muda mrefu amekuwa kwenye kelele. Kwa hiyo ilikuwa ni maamuzi sahihi uh, ambayo yanatakiwa kufikiwa uh, ambayo yanaleta afya kwa klabu kwa ujumla. Utulivu utarudi na sasa wataanza kupata nafasi nyingine ya kujipanga kutoka hapa kiangalia wamemfukuza Folz wamemfukuza wakati uh, wamecheza mechi ya, ya kwanza kwenye raundi ya pili, wakati wanatafuta anatafuta nafasi ya kwenda hatua uh, ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Wana siku chache kwenda katika mechi ya marudiano, wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri. Timing ya kumuondoa na mechi ambayo iko mbele, unafikiri kwa namna gani timu inaweza kuwa na utulivu uh, kuhakikisha kwa kwamba inapata matukio kwenye mechi ya pili? Uh, nadhani bado kuna maamuzi sahihi yanafanyika kumwacha ingeweza kuleta shida zaidi kwa sababu tayari unaona confidence ya wachezaji haipo tena. Lakini kaja liye tu si nzuri, lakini anaweza akaja mtu mwingine akawaambia nichezeni kama kawaida tu. Silver Strikers ni timu nzuri, lakini haiwezi kuwa nzuri kushinda Yanga. Ni wachezaji ya quality ya Yanga kuamua na ni mechi ambayo inaenda kubebwa na wachezaji hao. Sitarajii kwamba kocha mpya huyo huyu msaidizi wa muda ataongeza vitu vipya sana ndani ya masaa au siku zilizosalia lakini kuenda kuwarudishia moral na kuwajenga kisaikolojia, kuwaambia ukubwa wenu ukaamue mechi, na inawezekana mazingira kama alikutana nayo Simba juzi tu wakati amemuondoa wa uh, ameondoka wa Faldu Davids eh, ni kurudisha saikolojia ya wachezaji ndio kitu cha kwanza ambacho kocha Hemedi Morocco alikifanya. Kikubwa, rudisha saikolojia ya wachezaji, ongeza vitu vichache vya kuonyesha kwamba kuna utengenezaji wa muundo wa timu. Baada ya hapo, kila kitu kinawezekana. Kulikokuwa na unaweza ukasema angeendelea Folz, lakini wachezaji wanapoteza imani, wanapoteza hali eh, inazidi kuwa hivi. At least kulikuwa kuna mazingira mapya, una uwezo wa kumwambia mtu tulia, fanya kitu fulani na akakusikiliza, kwa mtu mwingine mwenye vision tofauti Mwanaspoti e, e, ripoti kuhusiana na Roro, kocha ambaye anatajwa pengine anaweza kurithi e, mikoba ya ya Folz, e, na anatajwa kwamba yuko mjini hapa e, kwa namna ambavyo nimeona akiwa na timu taifa ya Madagascar. Naheka, unaona nafasi pengine ana, ana, anaweza kuwa mtu sahihi katika kipindi hiki? Uh, kwanza niseme inategemea na maamuzi ya klabu, inataka kocha wa aina gani kwa sasa uh, lakini la pili Roro ni kocha mzuri sana ni mzuri, amethibitisha ubora wake kwenye mechi ambazo ameiongoza timu yake ya Madagascar kwenye mashindano ya fainali za wachezaji wa ndani chan. Uh, ni kocha ambaye ana timu yake ilikuwa inaonyesha ina discipline ya mchezo, inashambulia, inajua jinsi ya kuzuia, lakini ya ile ni timu ya taifa, umeona eh? na hii Yanga ni klabu uh, uh, Roro ni kocha ambaye hajafundisha club Una, unaweza ukaona kuna picha hapo kidogo ya kuiangalia na kuwa na tahadhari, lakini mimi, Yanga inahitaji kocha mwenye uwezo mkubwa, kocha mkubwa, kocha ambaye atakuwa na personality, kocha ambaye atakuwa na personality ambayo Folz alikosa. Unaona kuna maeneo unaona wachezaji wa Yanga yani they don't fear kwamba hapa nje kuna mtu mkubwa ambaye anaweza akanifokea vibaya Alafu nikabadilika vibaya na mambo yakabadilika. Kwa hiyo Yanga inahitaji mtu wa namna hiyo, mtu ambaye atauwezwa kuwa na ile, ile, ile voice nzito ambayo itakwenda ya kiutawala ki na kiufundi ki itakayokwenda kukomandi mchezaji kudeliver kitu kikubwa. Ndo kocha ambaye Yanga wanamhitaji sasa hivi, ambaye atakuja, ataiunganisha timu kwa haraka. Kama viongozi wa Yanga watamwona Rolo ni mtu mwafaka wa eneo hilo, well and good. Lakini kama wataenda hapana, tutafute mtu mwingine zaidi, hilo pia litakuwa zuri. Kwa hiyo ni namna ambavyo viongozi wa Yanga wataongozwa na utulivu na kwenda kufanya kitu kikubwa kwa ajili ya maslahi ya klabu yao kuirudisha mchezoni. Jambo zuri ni kwamba Yanga wamebakiza dakika tisini kutengeneza eh, tiketi yao ya kwenda Ligi ya Mabingwa Afrika, hatua ya makundi. Kwa hiyo wana hizo dakika tisini ambazo zinatakiwa kwenda kuamua na inawezekana wakaamua, lakini baada ya hapo sasa, ndio wanahitaji utulivu wa kujua ni kocha gani sahihi waweze kumleta kwa haraka, ambaye atakweza kuendeleza pale elia Yanga. Nimekuwa narudia, Yanga inashindana na kwaliti yake yenyewe. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa kuangalia kwaliti yao iliyopita ni nini na ni kocha gani atawa deliver kwenye eneo hilo kwenda mbele zaidi na kutoka hapa kwenye matope walikokwama sasa uh... Kabla ya, ya Folz kuwa Yanga kulikuwa na dhana kwamba kwa bahati kwa nzuri Yanga imekuwa ni timu ambayo wanakuja makocha ambao hawana majina makubwa lakini wanapata ukubwa wakiwa Yanga. Ee, ukiangalia wakawa wanamzungumzia wakati Nabi anakuja, sawa kule ukanda au kule alikuwa ni mwalimu anayefahamika, lakini baada ya kuja hapa CV yake ikawa kubwa zaidi. Gamondi, wakaamini pia, na kwa Folz pengine inaweza kuwa hivyo, na yeye kaumesema kwamba Yanga inahitaji kocha mwenye personality kubwa iondokane sasa na, na dhana hiyo ambayo ilikuwepo awali. Uh, unajua kupanga ni kuchagua. Uh, una uwezo wa kumleta kocha mkubwa pia akafeli, lakini pia una uwezo wa kumleta kocha mdogo akafanikiwa, inategemea na approaching yake kwenye timu ni nini. Una uh, uwezo wa kusema uh, kocha huyu sijui uh, ana jina dogo, lakini lazima uangalie amefanya nini alikotoka, yaani kitu cha msingi. Amefanya nini alikotoka? Je, falsafa ya timu unayomleta ni ile ambayo anaifanya yeye? anauwezo uwezo kudeliver kitu cha namna hiyo? kiu ya mashabiki ni kuona timu inacheza hivi. Zamani Elia, Yanga ilikuwa ni timu ambayo inaweza ikapiga pasi tatu tu na ikatengeneza goli. Miaka hiyo nyuma. Lakini hapa katikati, falsafa ya Yanga imebadilika kabisa Unaona, mashabiki wanataka nini? Mashabiki wanataka kuona timu yao angalau inacheza, yani hata kama inaweza ikapoteza lakini walicheza vizuri, Yanga hawana shida. Ndio Yanga ya miaka hii ya karibuni tofauti na ile Yanga ya nyuma ambayo ilikuwa inaweza kapiga, kina Sam Timbe inapiga pasi tatu nne tano iko mbele tayari, au mbili tatu iko mbele na inafunga goli. Yanga sasa hivi wanataka kuona kidogo ile playing style ikoje ya timu yao, inavutia. Eh, ina build up. Yanga ni timu ambayo hapa katikati ilikuwa na uwezo wa kukupigia pasi mpaka ishirini, ishirini na saba, thelathini kutengeneza goli, hiyo ni build up. build up up hiyo sasa hivi iko Yanga princess <laughs> eh, unaiona, lakini huku unaikosa, umeona. Kwa hiyo lazima watamani kile mbona tuuni chochote kinachojengwa Yanga, hata pasi sita haifikishi Yani, hapa inakuaje? Ndio tunashinda, lakini mbona hatufurahi? Ni sawa na chakula kula wima eh, hey. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho mashabiki wa Yanga, wakitaki, mashabiki wa Yanga wanataka ile, nyi watu watatu wanaita biriani kidogo, wanaona unagusa unagusa unagusa unasogea unagusa unagusa hata kama itatokea vipi. Kwa hiko ndio kitu ambacho nadhani viongozi wa Yanga wanatakiwa kuangalia sasa katika mchakato wao kutafuta kocha mpya, wanapata kocha wa namna hiyo kocha ambaye ataleta akili kubwa ya utulivu wa wachezaji kwanza. Wanahitaji kocha ambaye anajua kucheza na saikolojia ya wachezaji kwanza, atulize hii timu kwa sababu iko kwenye mashindano. Lishafanyika kosa la kufanya maamuzi, si kosa, lakini ni swala la kujipa space kwenye international break ambako ndo ilikuwa pengine ni sehemu nzuri zaidi ya kufanya maamuzi hayo, lakini unawaelewa kwa sababu ni watu ambao wanaongozwa na akili kubwa. Hapana, tu tutoe nafasi kidogo kuangalia labda tunaweza tukavuka hapa. Bahati mbaya, pale alipokuwa wanaonyesha maimani ndio sehemu ambayo imeenda kuleta shida kwa. Anahitaji mtu ambaye hapa katikati ataleta utulivu wa timu bila kubomoa mama kubwa, alafu kule mbele akatengeneza kitu kikubwa zaidi. Hiyo space bado wanayo. Uzuri yange na wachezaji wakubwa ambao na uwezo wa kubwa, amba, kutuliza akili na kusema tunajenga kitu kwa haraka na kikabadilika mwishoni mwa Agosti Naeka Nasruddin Nabi alikuwepo hapa nchini alikuwa na mambo yake mengine binafsi kabisa, lakini watu wakawa wanamuhusisha na Yanga. Kwa bahati nzuri uli, ulipata nafasi ya kuzungumza naye, unaiona room pengine ya Nabi kuisaidia Yanga kama Yanga itamuona ni mtu sahihi na kujaribu kuma-approach? Bado ni maamuzi yote ambayo yanahitajika kutoka kwa viongozi wa Yanga. Uh, yeah, Nabi ni kocha mzuri mkubwa. Nabi amefanya mambo makubwa ndani ya Yanga, hili mi na wewe ni shahidi lakini viongozi wa Yanga pia wanajua, lakini inategemea na maamuzi yao, wanataka nini? Umeelewa? Lakini na Nabi na yeye anahesabu gani za maisha yake? Umeona, kila mtu ana hatua zake za kwenye maisha. Tunaweza tukaona Nabi anaipenda Yanga, anapenda watu wa Yanga, anapenda mashabiki wa Yanga. Ukikaa ukizungumza naye siku zote atakwambia kitu, mimi nawapenda Yanga. Hata akiwa anatembea akakutana na shabiki wa Simba akamwambia njoo, njoo, njo Simba anamwambia wewe, mimi Yanga. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana heshima na kwa sababu ni sehemu ambayo alifanya kazi kwa utulivu na alifanya kitu kikubwa ambacho kilibaki bado kwenye mioyo ya watu wa Yanga. Sasa kutamaniwa kwamba kuja Yanga hiyo ni hatua moja, lakini yeye mwenyewe inategemea na maamuzi gani? Eh? Labda ana maamuzi ya kwenda mbali zaidi, labda ana maamuzi ya kusema sitaweza kurudi Tanzania kufanya kazi kwa sababu sio Yanga tu wanaweza kumtamani Nabi, Simba wanaomtamani Nabi. Azam amesha kumtafuta Nabi. Hizo timu zote zisha kumtafuta. Lakini inategemea na yeye pia na maamuzi gani. Being approach ni hatua moja, lakini kukubaliana na hiyo nafasi ni kitu kingine. Kwa hiyo inategemea na watu wenyewe watazungumza. Lakini pia narudia tena, inategemea na Yanga wanataka kocha wa aina gani. Hiyo ni kitu cha msingi sana. Wao Yanga wanataka kocha wa aina gani? Kuna mambo mengi ya kuzingatia wakati wanatafuta kocha. Utaangalia kipato, utaangalia uwezo wake, utaangalia disiplini yake, kila kitu. Kuna vitu vingi vya kuvihusisha, kuna masharti yake. Aa, makocha hawaji hivi hivi. Kuna watu tunaona hapa walikuwa wanapambana na, na msaidizi, nani, huyu Rolo, wanapambana na msaidizi tu. Kwa hiyo kocha anaweza akawa anakuja na masharti mengi, mimi nataka hiki na hiki na hiki na hiki, na kama aonia anaweza kumwambia bwana, mimi hii deal siwezi kuendelea na achana. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo yanategemea Yanga wanataka nini na wanampata nani sokoni makocha wapo Elia, ni wewe na hela yako kwenda kumvunja mkataba wake sehemu, au unaweza kama bwana, nasikia hapa kuna project na Yanga ni klabu kubwa Elia. Leo ukisema unaona sasa hivi tu, Yanga imepoteza kocha. Nitakupa assignment mtafute kiongozi wa Yanga yote mwenye email ya Yanga, utashangaa huko maombi. Yanga ni klabu kubwa, ukionyeshwa ukubwa wa Yanga kama kocha, ukiangalia tu hivi unatamani ile crown uiongoze klabu yenye crown kubwa ya namna ile. Hizi ni klabu ambazo Elia unaweza kuiona iko Dar es Salaam, lakini ukaenda Mpanda ukakuta mashabiki kama wale wamejaa kama waliokuwa wa Dar es Salaam, ukaenda Kagera ukakuta mashabiki wale kama, mpaka ukaenda kwa kinaatibu kule ukakuta mashabiki kama wale wamejaa viwanjani. Ya yeah, Khatimu Naheka huyo. Unaweza katuandikia mtazamaji uh, wa Mwananchi Digital kwenye sehemu ya comment hapo, maoni yako. Unatamani kuona Yanga ikiwa iki na kocha wa namna gani? Kocha yupi ambaye pengine unahisi anaweza kuivusha Yanga kutoka hapa ambapo ilipo kwenda hatua za juu zaidi? Kwa upande wa andayo muonekana kudominate ndani ya misimu minne kitwa mfululizo. Kiu ya viongozi na mashabiki wa Yanga ni kuona timu yao ikifanya vizuri zaidi uh, upande wa kimataifa. Kwa niaba ya Khatimu Naheka eh kuna mgeja nyuma ya kamera, mimi naitwa Elias Somo, niseme asante. Kwa sasa, mpaka wakati mwingine.